Mvua huja kwa sauti ya baraka, lakini katika kitongoji sauti hiyo hubeba hofu. Maji yanapoteremka kutoka ngani, si tu ardhi inayoloa bali maisha yanabadilika katika sekunde chache. Barabara hugeuka mito, vyumba vya kulala vinageuka mabwawa, na ndoto za jamii nyingi hufurika na maji ya mvua. Katika kitongoji cha Kibera jijini Nairobi nchini Kenya, hali hiyo ya hofu imebadilisha kupitia kundi la vijana linalojiita Weather Mtaani, linalotumia teknolojia ya simu kutafsiri jumbe za utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa ya Kenya kwa lugha inayoeleweka. Karibu katika makala Mazingira Leo dunia yako kesho. Mimi ni Jupiter Mayaka. Kwa wengi wanaoishi katika maeneo yaliyo na changamoto ya miundombinu na hasa mabomba ya kupitisha maji taka, wanaposikia sauti hizi, hofu hutanda. Changamoto haswa ya mafuriko imepata nuru na inatatuliwa na asasi ya kiraia maarufu Weather Mtaani katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya. Kilichosababisha Weather Mtaani tuanzishe ni watu wengi walifariki sana hapa Kibera na hiyo ilikuwa back in 2016 2017. Watu walipelekwa na maji huko Mto Bagadhi na tulishindwa tutaanzia wapi, na kwa nini watu wamepelekwa na maji na sisi tuko hapa kama vijana na tuwezi wasaidia. Sasa hiyo ndio chanzo ilifanya Weather Mtaani anzishwe. Weather Mtaani ilianzishwa 2018, baada ya kuona hizo maafa zilifanyika mtaani, na tukaona njia gani tunaweza kuja tusaidie nao mtaani ama tusaidie nao wanakijiji. Sasa tukaona inafaa tubuni ile system ya kutuma SMS bila ya kutumia pesa mingi but ni kuandika tu na kutumia na inaweza fikia watu wengi aje? Ndio tukakuja na India tutafute jina tukakuja na Weather Mtaani. Na hiyo Weather Mtaani, tuliungana na tuliungana na shirika zingine pia kama KDI under Daraja project ndio sasa tukakuja tukatengeneza kitu kinaitwa code code design tukiwa pamoja na KMD Kenya Meteorological Department. Sasa hapo ndio tulianza na hivyo ndio tulikuja tukabuni Weather Mtaani. Sasa hii Weather Mtaani ina inapatikana na leaders wa kutoka hizi sehemu zote za Kibera. Tuko na leaders from Gatwekera, tuko na leaders from Makina na tuko na leaders from Makina and Lindi. Sasa sisi wote tukakuja pamoja, ndio ile tukipata hii ujumbe tunaweza tengeneza a short message ya SMS ile tunaweza kuwa tunatumia wakazi wa Kibera ili waweze kujiprepare mapema ile mtu asipatikane na janga venye ilivyofanyika. Shirika la Weather Mtaani linatafsiri data ya kiufundi ya hali ya hewa katika jumbe rahisi kwa Kiswahili, ujumbe unaosambazwa kupitia makundi ya WhatsApp, mabango, redio ya kijamii. Nimekaa hapa kwa zaidi ya miaka 18 na, na nimekuwa nikipokea ujumbe hii Weather Mtaani sasa saa nyingine, kwanza kwangu inanisaidianga sana kwa sababu hapa kuna i ina, ina, mafuriko. Mvua ikinyesha, najua vile nitajipanga na watoto juu ikinyesha maji inaanza kuingia kwa nyumba, tunaanza kujua vile tutafanya. Then saa nyingine naweza kuwa siko karibu, nipige simu niwaambie, kutanyesha kulingana na vile napokea hiyo message, alafu niwaambie hata mimi nikiwa mbali najua leo mvua itanyesha. Ndio sasa nijipange, nipange watoto niseme, kuna mwingine mwenye hata mvua ikinyesha, ako na shida, sasa natakanga apangwe kabla ianze kunyesha. Kwa hivyo hii message ya Weather Mtaani imekuwa ya manufaa sana kwangu. Nguzo kuu katika shirika la Weather Mtaani ni watu wa kujitolea, wengi wao vijana, waliofunzwa kutafsiri data ya hali ya hewa na kuiwasilisha kwa njia zinazoeleweka kwa majirani zao. Naitwa Rosemary Okili, mi ni mkaaji wa hapa Undugu na nafurahia venye wedha mtaani wamekuja kututembelea, wametufunza mengi kuhusu wedha. Wakati mvua iko karibu kunyesha, wametuambia watakuwa wanatumia meseji tunajiadhari. Kama maji inaingianga kwa, kwa nyumba, unaweza jaribu kuweka magunia, unaweka mchanga, unakinga hiyo maji isiingie kwa nyumba. Mimi kama mama nikishatumiwa hii message ya Weather Mtaani najua vile, nikikaa naangalia lazima ni make sure naona watoto wako wapi, wako sawa. Na hata hiyo mvua ama mafuriko ikikuja, lazima niteke hao watoto, kama mahali ninakaa kama maji naingia, na labda niko na jirani anakaa mahali pazuri, naweza amisha hata hao watoto niwapeleke wakae huko kwa sababu hiyo mafuriko ikikuja, mi mtu mzima nitaweza kubambana nao, lakini watoto hawata make. Kutokana na miundombinu duni na kuepuka maji kuingia katika nyumba za watu, shirika hili limebuni mbinu ya kusaidia jamii. Mm, kwa sasa tumejaribu since 2017 mpaka sasa. Venye tulianza tukuwa nafundisha watu, kazi yetu aswa ilikuwa ni kusambaza tu ujumbe, lakini tukakuja tukagundua kwamba tunatuma hii ujumbe na watu wengine hawaelewi sasa ikabidi tena tukuje sasa na mfumo mpya ya kufanya hizi outreach ama kuenda tunaisema door to door, ili kufundisha mtu mambo ya forecast. mtu kwanza hii jumbe unamtumia anaelewa vipi? Wanawake pia wamehusishwa ili kuhakikisha ushirika mpana katika hatua za hali ya hewa, pia kuinua sauti zao katika kufanya maamuzi ya mazingira ambayo kijadi inatawaliwa na wanaume. Sasa nafasi yetu kama wanawake pale ni kupea wanawake wenzetu ama our female counterparts nguvu ya kuona not everything is a male affair, because we also participate. Tunashiriki katika cleanups, so tunajumuika kama kikundi kizima. So tuna kama kuna kijiji tuko, tuna encourage pia wanawake wenzetu wajitokeze, ili tushikane, tutoe mtaro watoe ile mentality ati kutoa mtaro hiyo lazima ikuwe tu kazi ya maboi. Wataalam akiwemo Pius Masai wanasema Wedha Mtaani ni kielelezo ambacho kinaweza kuigwa katika maeneo mengi ya mijini yanayokabiliwa na changamoto kama hizi. Teknolojia pia inasaidia, kwa sababu watu watapata habari mapema na pia mambo mengi. Hali hatari kama ijatokea, wananchi watakuwa na habari lipi la kufanya na kuzuia majanga. Utapata ya kwamba eh, wananchi watapata elimu nyingi sana na namna ya kupiliana naye, na pia ikitokea, watapata habari kwa mapema na waweze kusaidia wale wameathirika. Huku mabadiliko ya hali ya hewa yakiendelea kushika kasi, Weather Mtaani inatoa mwongozo wa kustahimili hali ya hewa, shirika hili likidhihirisha kuwa maonyo ya hali ya hewa hayasikiki tu lakini yanaeleweka na kufanyiwa kazi. Kutoka Kibera, Nairobi, nchini Kenya, mimi ni Jupiter Mayaka.